ya kimziki, ya Mboso ambaye ni Bwana Yusuf Kirungi Asumani Salum magenge pai kwa room number one <laughs> kama unavyoona huku, ambayo haionekani maanake tulimaliza kwa muda mrefu, which ni chumba ambacho nakishukuru sana sana sana kwenye maisha yangu ya mziki, kwa sababu kilinitambulisha kwenu na kwa watu wote ambao walikuwa wamfahamu Mboso ko Shukrani nyingi na makofi mengi kwa mkubwa fedha kwa wakati huu. Asante sana. Lakini pia ningeomba mpige makofi mengi na shukrani nyingi kwa Aslay. Nitawaambia kwa nini. Kwa nini nasema ni Aslay? Kipindi naanza muziki, uh, siku yangu ya kwanza mimi kuwa msanii wa mkubwa na wanawe ni kwa sababu nilimwona Aslay anaimba kitoni mkubwa na wanawe na nikamsikia mkubwa Fela anasema anahitaji vijana wenye rika hili kama wana uwezo wa kuimba. Kwa hiyo kupitia Aslay nilipata hiyo confidence ya kuamini kama kumbe na mimi dogo na ninaweza nikaimba. Kwa naomba mpigieni makofi mengi tena kwa kanda ya Aslay. Alinimotivate na nikaamini ninaweza nikafanya muziki. Pia kupitia yeye nilijifunza vitu vingi sana sana sana mpaka leo hii mimi niko hapa. Hiyo ilikuwa ya Moto Band na mkubwa na naye kwa ujumla Room namba mbili natakiwa nielezee pia kwali